Unapofungua macho asubuhi, hizi kuna kimya kisicho cha kawaida hewani. Familia zetu zina huzuni, watu wanatembea lakini macho yao hayana mwanga ule wa zamani. Mitandaoni, barabarani, majumbani, majonzi yameenea. Tumepoteza watu, tumepoteza matumaini, na wengine wanapoteza nguvu za kuendelea. Leo hii, video sio tu ya maneno, ni dawa ya moyo, kwa sababu nitakupa maneno saba ya faraja ambayo kama utayasikiliza kwa makini yataanza kukusanya tena vipande vya moyo wako vilivyovunjika. haya si maneno ya kujipa moyo tu, ni maneno yenye nguvu ya kubadilisha namna unavyoyaona maumivu yako. kila neno lina uzito wake, lina maana yake na lina nafasi ya kugusa moyo wako kwa njia ya kipekee. neno la kwanza. maumivu ni mwalimu, si adui. Maumivu yanatufundisha vitu ambavyo furaha haiwezi. Wakati moyo wako unavunjika, akili yako inaanza kuona ukweli. Wakati unapoteza ndipo unajua thamani ya kile ulichokuwa nacho. Hakuna kilicho kipotevu katika maumivu. Kila kidonda ni somo, kila kilio ni ujumbe. Watu wanaokuwa zaidi maishani si wale waliopata kila kitu kirahisi, ni wale walioumia na bado wakaamua kusimama tena. Usiongope maumivu. Yakumbatie, yasome, kisha yakufundishe. Neno la pili. Kilio chako leo ni ushuhuda wako kesho. Kuna siku utakuja kutabasamu kwa maumivu haya. Utaangalia nyuma na kusema, ningewezaje kuishi bila haya? Lakini leo unaumia, na hiyo ni sawa. Usijione dhaifu kwa sababu ya kulia. Machozi ni njia ya moyo kujisafisha. Kila tone linalodondoka linaondoa uchungu wa jana na linatengeneza nafasi mpya ya furaha. Mungu hapotezi tone hata moja ya machozi yako. Kila unachopitia sasa kinaandikwa kama ushuhuda utakaojenga wengine kesho. Neno la tatu. Hakuna maumivu ya kudumu, lakini kuna mafundisho ya kudumu. Uchungu ni kama msimu. Unakuja, unapita. Lakini kile kinachobaki ni tabia, hekima na ukomavu ulioupata. Kama bado unaumia, usifikiri utaumia milele. Hakuna maumivu yanayoshinda muda. Muda huponya, lakini zaidi ya yote huponya wale wanaoruhusu kupona. Kwa hiyo usiendelee kugandia jana, fungua moyo wako polepole pole, na uamini kwamba kesho inaweza kuwa tofauti. Neno la nne. Kuvunjika si mwisho, ni mwanzo mpya. Kila kitu kizuri maishani kilianza na kuvunjika. Mbegu inapopandwa lazima ivunjike ili kuchipuka. Kioo kinavunjika ili kutoa mwanga mpya. Vivyo hivyo, unapovunjika ni ishara kwamba kuna kitu kipya kinazaliwa ndani yako. Ndiyo maana watu walioumia zaidi mara nyingi huwa wenye huruma zaidi, kwa sababu waliwahi kuwa gizani na sasa wanaelewa thamani ya mwanga. Usiogope kuvunjika, Wacha Mungu akutengeneze upya, si kama ulivyokuwa, bali kama unavyotakiwa kuwa. Neno la tano: una nguvu zaidi kuliko unavyofikiri. Unadhani umefika mwisho, lakini bado unasimama. Unadhani umepoteze kila kitu, lakini bado unapumua. Hiyo ni nguvu. Nguvu si kupiga kelele, si kuonyesha uso mgumu. Nguvu ni kubaki ukiamini hata baada ya kuumizwa, ni kusamehe hata bila kupewa pole. Ni kuamka kila asubuhi ukisema, leo nitajaribu tena. Ndio maana unapaswa kujikumbusha kila siku, nimepita dharuba kubwa kuliko hii, hii pia itapita. Neno la sita: kuna kusudi nyuma ya kila kinachotokea. Kuna mambo ambayo hayaeleweki sasa, lakini yatakuja kueleweka baadaye. Wakati mwingine Mungu anakulinda kwa kukupotezia kitu anakuokoa kwa kukukatisha maisha hayakusei kila tukio lina nafasi yake kuna milango ambayo ilifungwa kwa sababu ulikuwa haujawa tayari kuna watu walikuacha kwa sababu walikuwa sehemu ya somo si hadithi nzima kwa hiyo acha kuuliza kwa nini mimi badala yake uliza ninajifunza nini kupitia hili neno la saba bado kuna mwanga ndani yako unapohisi umechoka usisahau bado kuna kipande cha nuru ndani yako. Kuna sehemu ndani ya moyo wako haijawahi gusika na giza. Hapo ndipo matumaini hukaa. Hata kama dunia imekuwa nzito, bado unaweza kutabasamu. Hata kama hauna nguvu, bado unaweza kupumua, na pumzi hiyo ni ishara kwamba safari yako haijaisha. Mwanga wako bado upo, usiuzime. Uendelee kuangaza, hata kama ni mwanga mdogo. Kama maneno haya yamekugusa, kumbuka hauko peke yako. Kuna milioni ya watu duniani wanaopitia uchungu kama wako, na leo wewe ni ushuhuda wa kiti nachoweza kuendelea kuishi, kupenda na kuamini tena. Acha komenti chini, nipo bado, na ninaendelea kupigana. Nitaitumia komenti yako kama ushuhuda wa nguvu. Maumivu hayakukuja kukuua, yalikuja kukuunda, na siku moja utashukuru kwa haya machozi.